ndani ya uongozi wa miaka minne ya mheshimiwa rais pe Samia Suluhu Hasan tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana sekta ya madini. La kwanza, kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa na mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano mwaka elfu mbili na ishirini na moja 5 ilielekeza kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano sekta ya madini ichangie katika pato la taifa kufikia asilimia kumi katika mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tatu na ishirini na nne sekta ya madini chege epato wa taifa kwa asilimia tisa nukta sifuri, lakini kwa ni mwaka wa jana sekta madini imeongeza mchango wake kwenye pato la taifa kufikia asilimia kumi nukta moja, mwaka mmoja kabla ya mwaka uliolengwa wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Haya ni mafanikio makubwa sana. Ni washukuru wadau wote waliomo mundani pamoja na watendaji kwa kazi pamoja ambao tunaifanya kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu imefikia hatua hii. Moja, eneo la pili, tumeona ongezeko kubwa la ukusanyaji wa maduhuli kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali. Kwa mwaka wa fedha elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na kumi na sita sekta ya madini ilichangia kwa mwaka mzima kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 na na ambayo yalitambulisha masoko na vituo vya ununuzi na udhibiti wa biashara ya madini kuongezeka, hivi sasa sekta madini imeendelea kutoa mchango mkubwa kwenye ukusanyaji wa maduguli ambayo yanaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mwaka wa fedha 2024/2025, mwaka wa fedha 2023/2024, sekta ya madini ilichangia bilioni 753 kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mwaka wa fedha 2024/2025, tumewekewa lengo la kukusanya shilingi trilioni moja kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali na hii inakwenda kuvunja rekodi ambayo haijawahi kutokea kwenye sekta hii ya madini ndugu zangu wa tanzania zikiwa zimebaki siku kumi na tatu kufikia mwisho wa mwaka wa fedha sekta ya madini mpaka leo tumeshaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi milioni mia tisa na themanini na tano 5 imebaki milioni kumi na tano kabla ya mwaka kujauki, na na uhakika itavuka s milioni moja ikifika tarehe thelathini. Wakati mzuri ambao cuma madina